Uzao wa nyoka na wana wa nini wa manyoka, kwa hiyo sio kizazi kidogo, lakini uzao huu ni mkubwa. Kama vile tu Yesu Mungu alivyomwambia Ibrahim, utakuwa na uzao kama wawabi, kama, kama, kama, kama, kama nyota za mbinguni, kama mchanga wa baharini vile. Hivyo na uzao wa nyoka hawi mdogo. Endelea kusoma imbiaje hukumu ya jehanamu kwa sababu hiyo angalieni mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima mm. na waandishi na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji amen amen bwana yesu kila kilicho kinachoitwa neno la Mungu la kweli vita yao itakuwa ni hiyo kupambana, kupambana, kupambana, kupambana, kupambana na ndio maana ukuta, kitu chochote kizuri kinachohusu kinacho neno la Mungu, kipeleke kwenye mtandao, wanaokiangalia ni wachache wa sana. Amen, amen. Wanao kufuatia ni wachache sana, lakini peleka vijiji vimambo vya kishetani, shetani angalia, mtandao ipoti vitu vya kishetani, shetani follow Utakuta wako kibao, wanao like, wanaofuatilia wa wako kibao, na ukiangalia kitu chenyewe cha hovyo na cha shetani, akileta utukufu wote mbele za Mungu, lakini shetani, watu ndio wanakipenda kukifatilia na kukifatilia na kukifatilia. Kwa nini? Ni kwa sababu uzao wa nyoka ndio umekuwa mwingi zaidi kuliko uzao wa haki. Amen. Amen, amen. Uzao wa nyoka ndio umekuwa uzao mkubwa kuliko uzao wa wenye haki. Hiyo nakasema enyi kizazi cha nani? Cha nani? Nani aliyewaonya? Nani aliyewaonya mwikimbie hasira ya

Kumbe kuna uzao wa nyoka, uzao wa ibilishi moja kwa moja. Nawe anakuambia mtu wa Mungu, usipuuze somo hili nalokufundisha, litakusaidia sana maishani mwako. Vitu havitokei tu, vinakuwa na asili yake. Amen, amen, amen. na na kunakuwa na siri yake kunakuwa na asili yake. Katika Mathayo sura ya tatu mstari wa tisa hadi wa saba hadi wa tisa waona watu wengi wanakimbilia Injili, watu wengi wanakimbilia wokovu, wanakimbilia watu wengi alianza kuwaonya, amen, amen, alianza kuwaonya kizazi cha nyoka. Naweza kutusomea, unaweza kutusomea hapa. Na wengi miongoni mwa mafarisayo na masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia enyi wazao wa nyoka, enyi wazao wa nyoka. Tunaona, enyi wazao wa nyoka, enyi wazao tuseme, wote enyi wazao wa nyoka, enyi wazao wa nyoka, tena turudie tena. Enyi wazao wa nyoka. Ndio. Enyi wazao wa nyoka. Ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Hey! wazao wa nini? wazao wa nyoka, wazao wa nyoka. Kumbe kuna uzao wa nyoka, kuna uzao wa Ibilisi, kuna uzao wa shetani kabisa. DNA alizo nazo ni za kishetani, za shetani mwenyewe.